Mungu ametupa nafasi tena ya kuendelea na tafakari yetu. Tuna tafakari tumaini tulilo nalo katika kufa na kufuka kwake Bwana wetu Yesu Kristo, na ni jambo la msingi, jambo la muhimu sana tunapopata kuyatafakari mambo haya katika kipindi hiki na zama hizi, ili uweze kupokea uelewa wa Roho Mtakatifu. Tumaini la tatu ambalo tunalitafakari siku ya leo ni kuondolewa kwa hofu ya mauti. Aa, kufa kwake bwana wetu Yesu Kristo na kufufuka kwake kunatusaidia kutuonyesha ya kwamba mauti haina nguvu. Kama angalibaki anashikiliwa kabulini, tungekuwa hatuna tumaini la ufufuko lakini tunapata tumaini la ufufuko kwa sababu Bwana wetu Yesu Kristo ameachilia neema yake na fadhili zake kwetu kwa kufufuka kwake, na tendo hili linakuwa na nguvu na ushahidi mkubwa. Baadaye saa nne tutaeleza zaidi kufufuka kwa Yesu kulikuwaje. Kwa hiyo jitahidi kuweza kuungana nasi, tutakuwa live uh, na na utapata nafasi ya kujifunza zaidi habari ya kufuka kwake bwana wetu yesu Kristo. Utaangalia yale matendo tangu kufa kwake mpaka kufuka kwake, na namna ambavyo kulikuwa na mashahidi wengi walioshuhudia Yesu Kristo alivyo uh, na hapa ninataka nikusomee kutoka katika Waebrania sura ya pili aya ya kumi na tano Waebrania sura ya pili aya ya kumi na tano Biblia inasema hivi: awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Kwayo, kwa hiyo kufufuka kwake Yesu Kristo kunakuja ili kutuweka huru watu wote ambao tulikaa katika hofu ya mauti. Hatupaswi kukaa tena katika hofu ya mauti. Moja kati ya vitu ambavyo vinagonga sana kwenye moyo wa mwanadamu ni hofu ya mauti, lakini tuko huru. Mbali na hiyo kuna watu akilala anaota habari za vifo, akitembea yuko kwenye gari yake anawaza hatari zitakazompata na vifo vitakavyomfikia. Lakini kwa kweli hatuna haja ya kuishi maisha ya hofu na woga na kukaa katika utumwa, kwa sababu ya hiyo roho ya mauti na hiyo hofu ya mauti ambayo inashika maisha yetu, kwa sababu Kristo alikufa, akafufuka, alishinda mauti, kaburi halikuweza kumzuia. Iko neema Mungu ameachilia kwetu. Kwa hiyo mahali popote unapopita, unaishi katika hali ya hofu na mashaka, ukihofia mauti itakupata, natamani leo uinue tumaini lako, ujue ya kwamba Kristo amekuokoa katika hilo. Na tuombe. Bwana Yesu, tunakushukuru, asante sante kwa wingi wa neema yako na fadhili zako. Asante kwa ajili ya mtumishi wako huyu, mwangalie ewe Bwana, moyo wake ukaupeleleze, mahali popote ambapo amekaa katika hali ya utumwa kwa sababu ya hofu ya mauti ukampe neema ukamponye ukamwokoe ukamwondoe katika hiyo hofu epoana sawasawa na neno lako, ya kwamba umewaacha huru ambao wote wamekaa katika hofu ya mauti. Ninatamka uzima na amani kwenye maisha yake, neema yako iwe juu yake, ukamfadhili kwa uwezo wako, ukamfadhili kwa nguvu yako, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninaomba e Bwana, wingi wa neema yako, wingi wa fadhili zako, ukuu wako e Bwana, ukadhirike kwake, ukamtoe katika hayo mashaka na hiyo hofu ya mauti, hizo ndoto za vifo ambazo zina anaziota na zinamwachia hofu ndani yake, ukamsaidie e Bwana, ukampe neema kwa jina na kwa damu Yesu, hiyo hali iliyoinuka ya kuhofia mauti, e Bwana, ninaomba neema yako iwe juu yake, ukatangaze uzima kwenye maisha yake katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Ndugu yangu, Mungu akubariki, neema ya Mungu ikutunze. Asante sana kwa kufuatilia kipindi hiki.